Niweze kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo ametuona kwa jicho la pekee. Huu mradi ukisha malizika utatunufaisha mambo mengi, hasa e, ni ule umeme ambao ulikuwa unaendelea kukatika katika kwa, unakatika mara kwa mara e, lakini pia mashine zote za kata hii zilikuwa zinashindwa kusaga kwa sababu ya ukosefu wa umeme kwa pungufu lakini pia hata hawa wenzetu wachomeleaji wa vyuma nao walikuwa wanashindwa kuchomelea kwa sababu ya umeme kuwa mdogo. Baada ya mradi huu kukamilika, tunataraji kuwa na umeme mkubwa na mzuri zaidi ambao utatosheleza mahitaji kwa wananchi. Kwa hivyo kuna faida kubwa sana kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kupunguza zile changamoto za za kukosekana kwa umeme katika maeneo kuanzia ya mikoa Iringa Iringa, Njombe Mbeya, pamoja na mkoa uh, Songwe na Rukwa. Lakini pia serikali itaweza kupata faida kubwa sana kwa kuuza umeme kutoka hapa kwenda Zambia, lakini pia itapunguza gharama za kununua umeme kutoka Zambia kuja Tanzania katika eneo la Sumbanga. Mama yuko kazini.